Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa, wa Kilimanjaro Nordin Hassan Babu, makamu mwenyekiti wa bodi Profesa Neema, kurugenzi pamoja na kuu yako yote, meneja wa kanda, kurugenzi mtendaji pamoja na meneja wetu dada Neema, mabibi na mabwana, salamu tumsimweshimuwa yes, mkuu wa mkoa hadhara hii ni ya kwako. Na wananchi hawa leo wanafuraha sana, ndiyo maana wameona, wazazi, wakazi wa eneo hili, walimu, watumishi wote, wamekusanyika hapa kwa ajili ya kukusikiliza wewe. Mimi nilikuwa hapa na hapa ni nyumbani, leo watu hawa wanataka kusikia mgeni rasmi lakini kwa niaba ni washukuru sana siradb Mungu awabariki sana. Asiyeshukuru kwa kikubwa au kidogo, asiye mshukuru mwanadamu anayemwona hawezi kumshukuru mwenyezi Mungu. Tunawashukuru sana na muunguwawagari mweshimua mkuu wa mkone, kukaribishe karibu useme na wananchi wetu.